Mgeni, maafisa wa utamaduni maafisa sanaa na maafisa michezo. Jina langu ni Dr. Asha Salim Mshana kutoka Idara ya Maendeleo ya Sanaa, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Waswahili wanasema tembea uone, na vile vile shughuli ni watu na watu wenyewe ni kina nani? Ni wewe, ni wewe, afisa utamaduni, afisa maendeleo ya michezo Nakukaribisha tuna, tuna kikao kazi cha kuongea masuala ya utamaduni, habari, masuala ya michezo, sanaa pale katika ukumbi uh, wa kimataifa wa mikutano wa Julius Kambarage Nyerere JNICC. Tunakukaribisha, usipange kukosa wani kutakuwa mna mafundo mbalimbali, si ndio? Kutakuwa na maujuzi mbalimbali tunawapatia, lakini pia kutakuwa na mada mbalimbali ambazo zitakuwa zinahusu masuala ya ya, ya ya utamaduni, michezo, sanaa. Kwa hiyo usipange kukosa, kwa sababu naambiwa mla ni mna leo, mla jana kala nini? Karibu maafisa utamaduni na maafisa maendeleo ya michezo. Si mnafahamu, sanaa ni ajira, sanaa ni burudani, sanaa ni uchumi Usikose fursa hii. Kutakuwa na mashindano ya chani 2025, lakini kuna mashindano ya AFCON 2027. Uko wapi? Lazima tupashane, tuambiane, uchumi utakujaje? Utafanyaje wewe, Mtanzania, afisa afisa michezo, afisa utamaduni, wadau wa sanaa, michezo na utamaduni, karibuni, karibuni, tujumuike, tujue tunapataje hizo fursa ah! <tinyo>